Tuko eneo hili kwa ajili ya lengo moja tu, tumefika hapa kwa ajili ya shughuli ya upandaji miti ndani ya shule. Shule hii binafsi mimi nina historia nayo. Shule hii ni shule ambayo mimi nimepata elimu yangu ya shule msingi, lakini sijawahi kuiacha. Kama ulivyoona hapa kwenye taarifa, wamesema kwamba tulishakuwa na mabonanza ya michezo mwezi Mei 2025, binafsi tuliona ni vyema tukaja shule hii tukaweka halama ya upandaji miti, kwa sababu kwanza ni sera ambayo saizi ipo ya upandaji miti na utunzaji miti ndani ya jamhuri yetu ya muungano wa Tanzania. Ni sera ambayo tunamsapoti mama yetu rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuhakikisha misitu inaimarika, ardhi yetu inakuwa bora. Tunasisitiza tupande miti, kwani miti ndiyo maisha yetu, miti ndiyo uhai wetu miti ndiyo vyanzo vyetu vya maji toekunuzu uh, kubwa sana kwa Wailes, kwa, kwa upendo anaoonyesha katika jamii na mtu vingi anaonyesha a ko katika upandaji wetu miti wa leo. Ni siku nzuri na watu hapa ni mzuri, wanapokea vizuri, mimi binafsi nimefurahi tole pamoja. Wakati mwingine pia tajipanga kuja.